Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya tano na sheria ya uchaguzi, uchaguzi hufanyika kila baada ya miaka mitano ili wananchi watoe ridhaa yao ya nani wa kuongoza. Uchaguzi ni haki ya kikatiba ya wananchi, si fadhila za serikali wala chama chochote cha siasa. Ndugu wananchi, hata hivyo bila ya mabadiliko ya sheria na mifumo ya uchaguzi, uchaguzi wowote hauwezi kuwa huru wa haki wala wa kuaminika. Ndugu wananchi, chama chetu kilijipambanua na kuweka wazi mapema juu ya msimamo wake wa no reform, no election. Kama hakutakuwa na mabadiliko mbalimbali ya sheria za uchaguzi hakutakuwa na. Ndugu wananchi, Wanawake kama walengwa wakuu wa uhalifu wa kisiasa. Bawacha tunasikitishwa sana na ukweli kwamba wanawake wamekuwa wahanga wakuu wa ukandamizaji wa uhalifu wa kisiasa. Tumeshuhudia wanawake wengi wakidhalilishwa mchana kweupe, wakipigwa na wengine kubambikiziwa kesi zilizokuwa hazina kichwa wala miguu na wengine kudiriki hata kuhama makazi yao kwa kuhofia maisha yao. Ndugu wananchi, jambo hili ni la kusikitisha sana na halikubaliki, kuona wanawake wakiteswa ndani ya nchi yao wenyewe, hasa katika nchi inaongozwa na mwanamke. Wanawake ni walezi wa jamii na nguzo ya taifa. Kuwatesa wanawake ni sawa na kuhatarisha mustakabali wa Tanzania. Nitoe pole kwa wanawake wote nchi nzima na Tanzania kwa jumla, kwa wale wote ambao waliopatwa na majanga yaliyotokana na kile kilichoitwa uchaguzi wa Oktoba 29. Msimamo wetu, BAWACHA tunaunga mkono maazimio yote ya chama, ikiwemo uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote. BAWACHA tunalaani vikali mauaji ya utekaji, udhalilishaji, na matumizi mabaya ya vyombo vya dola dhidi ya wananchi wasio na hatia. Bawacha tunaitaka serikali kuajibisha mara moja wale wote waliohusika na mauaji na ukatili uliotokana na kile kilichoitwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Bawacha tunaitaka serikali kuwalipa fidia waathirika wote na familia zao kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Bawacha tunaitaka serikali kurejea uchaguzi mkuu baada ya mabadiliko ya kisheria na mifumo ya uchaguzi ili wananchi waweze kuamua hatma ya nchi yao kupitia uchaguzi huru wa haki na unaoaminika. CHADEMA tuna viongozi wazuri, mahiri na hodari ambao wanaweza kuliongoza taifa hili. BAWACHA tunatoa wito kwa taasisi za Umoja wa Mataifa. Tunazihimiza taasisi za kikanda na za kimataifa ikiwemo SADC Umoja wa Afrika au Umoja wa Mataifa, UN pamoja na mashirika ya haki za kibinadamu kuendelea kufuatilia kwa ukaribu hali ya Tanzania na kuchukua hatua stahiki kulinda haki za wananchi wa Tanzania hasa wanawake.